Kama kawaida ndugu yangu, tunaendelea tunaendelea kukumbushana kama kawaida. Leo ni siku ya kukagua mipango yako, najua ushapanga mipango yako vizuri, kuanzia ile tarehe moja, mbili, tatu mpaka tano. Umeshapanga sasa, leo tarehe saba, kagua mipango yako ili uone kama je upo bado kwenye uelekeo ule ule au ushaanza kupotea njia, kwa sababu mara nyingi ubongo umezoea kuishi kiolela olela. Kiasili kabisa binadamu amezoea kuishi kiolela olela, yaani ubongo wake umezoea kuishi kiolela olela, hujazoea kuishi katika mpango au kuishi katika utaratibu fulani. Kwa hiyo sasa ni vizuri ukague mipango yako ili uone kama bado upo kwenye uelekeo ule ule au ushaacha njia, kwa sababu hasara ya kutofanya hivyo mapema, utajikuta umeshaenda umbali mrefu, umeshapotea sana urudisha itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo kagua mapema mipango yako, kagua vizuri. Kama kuna sehemu unaona unachochola, unakosea, rudi kwenye njia yako, endelea kufanya kile ulichokifanya. Kama unaona kuna matumizi yanaenda tofauti na vile ulivyovipanga, rekebisha, rudi rekebisha, uende sawa, kwa sababu usipojikagua kagua mara kwa mara, unaweza ukajikuta umeshapoteza uelekeo, kumbe ujui sasa mbaya zaidi, utajikuta umeshazitumia nyenzo ambazo zilitakiwa zikusaidia kwenye uelekeo wako sahihi, umeshazitumia kwenye uelekeo ambao sio sahihi. Kwa hiyo utakapo hata utakapokuja kugundua kuwa umeshapotea, unakuwa uwezi tena kurudi na kusaisha na kuweka mambo katika mazingira yale yale yanayotakiwa. Ndio maana nakukumbusha, kagua. Usishangae ukaona labda mbona muda mchache sana. Hapana, yani binadamu kusahau ni rahisi sana na hakuna kitu rahisi kusahau kama malengo. Malengo ni kitu rahisi sana kusahau kuliko burudani. Kitu kinachokufurahisha utakikumbuka sana, lakini malengo ya kukusogeza kwenye maisha yako, ya kukubadilishia maisha, ya kukuamua, huwa ni rahisi sana kusahau. Kwa hiyo ndio maana kukumbusha, ebu kagua tena, kagua tena hiyo mipango. Leo panga, kwanzia tarehe moja, mbili mpaka tano kagua tena uone, je, mpaka sasahivi, kwanzia ile tarehe moja mpaka sasa tarehe saba hii upo kwenye mstari. Ili kama unaona umeenda tofauti, rudi rudi mapema kabla hujapotea sana, kwa sababu kwa sababu kwenye utafutaji kuna mambo mengi na pia kwenye maisha kuna mambo mengi. Kwa hiyo kuna vitu unaweza ukavifanya ukaona ni vya muhimu na inawezekana vikawa vya muhimu kweli, lakini kumbe sio vya wakati huo. Yani vitu vinaweza vikawa vya muhimu kweli, lakini sio vya wakati huo kwa sababu yani kipi kianze, kipi kifuate. Hiyo ni kitu cha muhimu sana Eh, unaweza ukaona jambo la muhimu lakini sio la kwanza. Jambo lilikuwa la tatu umeliweka la kwanza, jambo ambalo lilikuwa la kwanza umeliweka la tano, jambo la tano umeliweka la tatu, jambo la nne umeliweka la pili. Ukikosea na yenyewe huo mpangilio wa kipi kianza, kipi kifuate, pia unapotea kwenye njia tena, unapotea sana kwa sababu utamaliza nyenzo zako nyingi ambazo zingekusaidia kusogea mbele kwenye vitu ambavyo sio vya msingi. Kwa hiyo kagua, ndio maana kusisitiza, kagua tena, weka tena vizuri mipango yako tena vizuri. Na kama kuna watu ambao unaona kabisa wanataka kukwamisha mipango yako nakupeleka kwenye uelekeo usio sawa, hebu wakatae mapema, wakatae mapema, usione aibu, kwa sababu maisha yako yanakuhusu wewe peke yako, shida za familia zinakuhusu wewe peke yako gharama za familia yako zinakuhusu wewe peke yako. Kwa hiyo usije kama unaona kuna marafiki wanataka kupotezea uelekeo, hebu wakatae mapema mapema. Wakatae mapema mapema. Eh, wakatae mapema. Kama unaona kuna ndugu wanataka kubadilisha uelekeo, wakatae mapema. Sio dhambi kuwapunguza watu kwa muda fulani ili ufanikishe jambo fulani, sio dhambi. Kama unaona wanakutoa kwenye uelekeo unawapunguza, hata kama ni wazazi wako. Kama unaona kabisa wanakutoa kwenye njia wanataka kurudisha kwenye umasikini, wakatae kwa muda. Ninavyosema wakatae, simaanishi wakatae wazazi wako au ndugu zako, wakatae yani utaki kwa jua, hapana. Na maanisha yani keep distance, waache kidogo, kanao mbali kidogo kwa muda fulani, kwa ajili ya kutengeneza jambo. Heshima ibakie kwenye familia, ndugu na jamaa, heshima ibakie. Wazazi wako, heshima ibakie, lakini watenge, kijitenge kidogo ili upate utulivu wa kufanya mambo yako. Si unajua miluzi mingi umpoteza mbwa. Kwa hiyo hata na wewe kwenye malengo yako na kwenye uelekeo wako, kama miluzi itakuwa mingi, utapotea utapotea. Kwa hiyo ukiona kuna namna dalili yoyote ya kukwamisha, hebu ikatae mapema. Yani kwenye maisha hakuna masiala. Umaskini ndugu yangu ni kitu kibaya sana. Umaskini ni kitu kibaya sana. Umaskini ni jela kubwa sana. Umaskini unakupola uhuru wako. Umaskini unakupola furaha yako. Umaskini unakupola utulivu wako. Umaskini ni kitu kibaya, umaskini unakudhalilisha, umaskini unakukoseshea heshima. Unakosa heshima sh kuanzia kwa mke wako kwa watoto wako, unakosa heshima kwa majirani, kwa ndugu, kwa marafiki, kwa jamii yako unakosa heshima. Yani ukiwa maskini huwezi kupata heshima, utapata unafiki tu, heshima hakuna kwenye umaskini. Kwa hiyo kataa, kwa kwa nguvu zote. Mtu anayetaka kurudisha kukupeleka tena kwenye umaskini ambao umeshaanza kuuacha, mkataa, yani kataa kwa nguvu zote. Hakuna kuona huruma, hakuna kuona aibu, hakuna kuona aibu. Maisha hayatakuonea aibu kifeli umaskini hautakuonea aibu, utakubuluza na kukuchakaza vibaya sana. Kwa hiyo ni bora uonekane wewe ni mtu mbaya, unanuniwa ionekane wewe ni ndugu mbaya, haupendi familia, lakini maisha yako yawe mazuri kuliko kupata sifa ambazo hazina faida. Kwa lugha nyepesi, sifa za kijinga, kupata sifa za kijinga. Hawa watu unaona wanakuchekea sasa hivi na kukuona mwema sana kwa sababu wewe unafanya mambo yao yanaenda kwa urahisi. Ukifeli Hawa watu ndio watakao kucheka na hawa ndio watakaanza kutoa habari zako. Wewe jiulize ni nani anayejua habari zako wewe vizuri zaidi ya ndugu zako? Nani anayejua habari zako zaidi ya ndugu zako? Eh? Ni nani? Kwa hiyo sasa kwa watu zinafikaje? Maana yake hawa, hawa ndio wanaanza kutoa, hao ndugu zako ndo wanaanza kutoa. Bwana sasa hivi kaishiwa ana akili, alijifanya ana hela, alikuwa anatoa tu. Ukimwambia kidogo tu anatoa. Ukimwambia kidogo tu anatoa, ukilia kidogo tu anatoa. Hajifanya na hela nyingi, sasa hivi hana kitu. Ndio ndugu alivyo na ndo, ndo, ndo jamii yetu tunaoishi nayo. Huu ndio ukweli kabisa, wanaotufelisha ni ndugu kabisa wa karibu, na wakati mwingine hata wazazi kabisa. Hawa wazazi wetu kabisa wanatufelishaga muda mwingine kwenye baadhi ya misimamo yao au mambo yao fulani ambayo hayana mazingatio. Heshima sio kufuata kila kitu, heshima sio kufuata kila kitu. Unashuja una vitu vingine sio vya kufuata kwa usije ukahisi kila kitu cha kufuata. Heshima sio wa kufuata kila kitu, lazima uchuje baadhi ya vitu. Kuna wakati mwingine watu hata kuelewa mapema, ila watakuelewa baadaye. Kwa hiyo kama unaona ueleweke, usilazimishe sana lazima ueleweke sasa hivi, utaeleweka tu baadaye. Kwa hiyo ndugu za, ndugu yangu au ndugu zangu, jitahidini sana kuhakikisha mtoki kwenye njia hiyo, ni hatari sana. Kama kuna watu wanakutoka njia, wakatae, kaa nao mbali mapema. Tengeneza kwanza mazingira yako. Keep distance kwa muda fulani, tengeneza mazingira yako, tengeneza maisha yako, boresha maisha yako. Ukikaa sawa au utakutana nao tu watakuja tu. hakuna mtu anayemkataa tajiri bwana eh, huo ndio ukweli tajiri akataliwi, huo ndio ukweli. We ukiwa nahela hela watakuja tu watakuja tu. Eh, wewe boresha tu maisha yako, wewe pambana, wewe usijali maneno wanayosema wewe, una wewe mbaya una una una upendo we kubali tu, endelea kupambania ndoto zako, pambania maisha yako. Ukifanikiwa wote watakuja, wote watakuja watakuja, wala wewe usifikirie sana, pambana, pambania maisha yako. Sa, msaidie mtu pale panapohitajika. Unaona kabisa mtu anaumwa labda mazingira anaumwa, ni homa ambayo iko serious, na unaona kabisa ana namna yoyote anaweza kafa, hiyo msaidie kuokoa maisha ya mtu, sawa, saidia okoa maisha yake Iwe ndugu iwe jamaa iwe rafiki iwe nani kwenye kuokoa maisha yake saidia, lakini sio vitu vingine, mambo ya kuchangishana harusi, hizo ni hizo ni starehe. Mtu ukiona mpaka anafanya harusi manake anastareheka, amejipanga huyo, anastareheka. Ukiwa njaa inauma wewe huwezi kusherekea harusi, ikiwa sehemu ya kulala uelewe, huwezi kusherekea harusi. Kwa hiyo hiyo ni jambo la ambalo la mpango, sio ghafla, sio bahati mbaya. Bahati mbaya msiba bahati mbaya ni ugonjwa. Harusi, kitchen party, hiyo sio bahati mbaya eh. Harusi, kitchen party, send off, hiyo sio bahati mbaya. Hiyo ni mpango ambayo mtu anaupanga muda mrefu, hiyo ni sherehe. Kwa hiyo usije akapoteza hela yako kwa ajili ya kumchangia mtu kwenye furaha yake. Eh, amejipanga mpaka anaamua kutaka furaha, amejipanga huyo. Hiyo sio bahati mbaya, hiyo sio ajali. Hiyo harusi sio bahati mbaya, kitchen party sio bahati mbaya. Birthday party hivi, mtu mpaka anafanya birthday party, mtu mzima anafanya birthday party. Ina maana si amejipata huyo. Anaona tayari, ana pesa. Huwezi kufanya birthday party ukiwa wewe njaa bado inakusumbua unadaiwa kodi ya nyumba, watoto na kudai vifaa vya shule, huwezi fanya hivyo. Kwa hiyo ndugu yangu, hivyo vitu vingine sio vya kuchangia. Achana navyo, inakupoteza tu kwenye njia, kwa kila wiki elfu hamsini mchangie mtu, mara birthday party elfu hamsini kitchen party elfu hamsini mara harusi laki moja, mara sijui michango gani, sijui ya watu wanataka kwenda kusherekea kitu gani, mara hela ya usafiri kwenda kusherekea, sijui timu sijui nini timu imeshinda. Hivyo vitu wewe vitakupotezea muda, vitakupotezea muda, achana navyo, vitakupotezea muda na pesa na malengo yako. Achana navyo hivyo vitu, tafuta pesa. Ukiwa na pesa utapata starehe kubwa kuliko hizo, ndugu yangu. Kwa hiyo tupambane tupambane ndugu yangu. Nafurahi kukuona ukifanikiwa ili tufurahie pamoja hii dunia, tufurahie maisha, tufurahie maisha. Dunia ni nzuri kabisa, ila tu unaiona mbaya kwa sababu ya umaskini. Ukiondoa umaskini, dunia ni sehemu nzuri sana ya kuishi na utaifurahia. Nasubiri nikuone ukiwa umefanikiwa ili tufurahie maisha kwa pamoja. Wapambanaji wenzangu, tuko pamoja sana mpaka tufanikiwe. Asanteni sana.